Habari zenu. Salama, boyfriend wangu ameniita hapa, ila nikiwa njiani alinitumia ujumbe kuwa amepata dharura kidogo, hivyo atafika hapa baada ya wiki moja. Tafadhali, kama nyinyi ni wenyeji hapa, naomba mnisaidie, maana hii ndio mara yangu ya kwanza kufika hapa. Ehe, mbona hata mimi boyfriend wangu kaniambia hivyo. Hata mimi pia, lakini boyfriend wangu ni bilionea hata wakwangu ni bilionea, na yeye ndiye aliyenilipia nauli ya ndege ya kuja huku, na kama haitoshi, alinitumia milioni kumi za matumizi wakati natoka nyumbani. Wakwangu pia alinitumia milioni hamsini kwa ajili ya matumizi na nauli. He, au ni mtu mmoja anataka kutuchezea? Sijui kwa kweli. Kwani boyfriend wako anaitwa nani? Kwa sababu wakwangu anaitwa Alex. Mimi wakwangu anaitwa Sam. Sam? Mimi wakwangu ni Joni. Au labda hawa wanaume ni ndugu, kwa sababu si unaona hata majina yao hayafanani. Itakuwa habari zenu, jina langu ni Sam. Mm, wewe ndio Sam? Ndiyo, mimi ni Sam, ni mfanyakazi hapa kwenye hili jumba la kifahari. Lakini kuna mmoja kati ya mabosi zangu hapa anaitwa Sam pia. Aha, kumbe wewe ni mfanyakazi. Haya, tupe utaratibu wa hapa. Sawa, nimepewa taarifa ya uji wenu hapa, na mimi ndiye nitakayekuwa mfanyakazi wenu, hivyo kwa shughuli zote kama usafi kuandaa chakula na hata kufua pia. Kazi zote hizo mimi ndiye nitakayekuwa nazifanya, na kama mtakuwa na maswali yoyote kuhusu jumba hili la kifahari, msisite kuniuliza. Sawa, asante Heh. wewe naye yani, unamwambia mfanyakazi asante? Kwani amefanya jambo gani la maana hadi umwambie asante? Jamani hasa kupewa maelekezo vizuri na kwa ukarimu, inatosha kusema asante. Dada huyo anaonekana na huruma sana Jamani, naomba niwaelekeze vyumba vyenu vya kulala ili mimi niendelee na majukumu mengine sawa, wakina dada? Samahani. Hebu ongea bwana, hizo samahani zako kila saa unatupotezea muda. Okay, nilitaka tu kuuliza mnajisikiaje kwa huduma ninazowapatia. Huyu naye hivi, tukikwambia kama tuna furahi au hatufurahi utabadilisha nini? kwa mfano Mona, achana naye bwana kwanza, anahisi atakuwa hana kazi za kufanya, ndio maana amekuja kutusumbua. We kaka, au unatutaka? Hapana. Pia naomba mnisamehe kama nitakuwa nimewasumbua. Sikia wewe mjinga, kama huna kazi ya kufanya nenda kachukue dekio, uje urudie kudeki nyumba nzima. Yaani, nataka nikipita nione sakafu kama kioo. Lakini si tayari nilisha deki asubuhi. Yaani unabishana na wake za mabosi zako au umechoka hii kazi? Hapana madam. Sasa nikifumba na kufumbua nataka nikute hii sakafu inang'aa, sawa? Sa mambo poa. Mbona unadeki tena wakati ulisha deki asubuhi? Madam cha usiku na madam Mona wameniambia nirudie kudeki upya. Mbona wanakuwa na roho mbaya kiasi hiki? Lakini si unajua tena wake za mabosi. Usijali, nitakusaidia Hakuna shida madamu, we kuwa na amani. Hapana bwana, mimi sipendi kuona mfanyakazi akinyanyaswa, kwa sababu mfanyakazi ni binadamu na ana haki ya kuheshimiwa kama mtu mwingine yoyote. Sawa basi, acha ja nikachukue dekio jingine ili tusaidiane hapo. Sawa, hivi Sam, ni kwa nini umeamua kufanya kazi za ndani hali ya kuwa wewe ni mwanaume? Sio kwamba napenda kufanya kazi za ndani, ila niko hapa kutafuta tu maisha, dada yangu. Hata hivyo, sijafanikiwa kufika chuo kikuu kwa sababu ya changamoto ya ada. Ndiyo maana ninafanya kazi kwa bidii ili nipate pesa za kujiendeleza kimasomo. Wow, vizuri sana, lakini siku hizi unaweza kukasoma mtandaoni huku ukiendelea na kazi zako. Wow, kumbe inawezekana? Ndiyo inawezekana. Basi nitaanza kusoma mtandaoni kuanzia muhula ujao. Itakuwa vizuri sana, hata mimi nitakusupport upande wa ada iwapo utakwama. Asante sana Malaika. Jamani, habari za hapa? Salama. bila shaka, nyinyi ni marafiki wa kijana wangu. We mzee, vipi? Hebu fuata kilicho kuleta hapa na wote kutufuatilia. Okay, namuulizia kijana wangu. Je, nimemkuta? Kijana wako? Wewe una mtoto kwenye hii nyumba au? Oh, huyu mfanyakazi ndo kaamua kuleta wazazi wake hapa. Hapana, mtoto wangu ndo mmiliki wa nyumba hii. We mzee, hata shobo hauwezi ukawa na mtoto sajili kiasi hiki. Baba, nini kinaendelea hapa? He, kumbe wewe ndo umemdanganya baba yako kwa unamiliki hii nyumba. We mzee, kwa taarifa yako mwanao ni beki tatu hapa na anafanya kazi zote za ndani hadi kutufulia nguo hivi nyie ni kwa nini mnashindwa kumheshimu baba wa Sam? Hamjui huyu ni kama mzazi wenu? <gum> hebu msikie na huyu tafadhali. Naomba utulivu. Baba, mimi sina haja ya kuendelea na hili zoezi tena, kwa sababu tayari mke nimeshapata. He! kwa hiyo Malaika umeamua kumsaliti boyfriend wako na sasa hivi unamtaka huyu mfanyakazi? cha usiku Mona na Malaika, labda niwambie tu ukweli. Mimi ndiye Sam, Alex na Joni ambaye niliosiana na kila mmoja wenu na niliamua kuwapa huu mtihani makusudi nijue tabia zenu. Hebu wacha ujinga we kaka. Binti zangu za niliwaambia kuwa mwanangu ndiye mmiliki wa mahali hapa, lakini nyiye mkaleta dharau. Na kwa kuwa mmenidharau hadi mimi, naomba mtumie muda huu kuchukua kila kilicho chenu na kuondoka hapa. Lakini Sam, si unajua mimi nakupenda. Sihitaji kupendwa na mwanamke mwenye dharau. Tafadhali muone na cha usiku, naomba muondoke nyumbani kwangu. <laughs>